Byangajilo. Wote tunaosema tutampa Ngajilo mikono juu, mikono juu, mikono juu! Kule nyuma sioni mikono, dadayangu umeshika tama sielewi. Mikono juu, mikono juu! Wanailala, naomba mnisikilize kwa makini. Nitaongea kwa kifupi, lakini naamini mtanielewa. CCM oye! Ndugu zangu, mimi naitwa Ngajilo Fadhili Fabian, na hilo ndio jina langu kwenye karatasi ya kupigia kura. Ninaomba mtakapokuwa mnapiga kura tarehe ishirini na tisa angalieni, jina la kwanza ni Ngajilo halafu linafuata Fadhili Fabian. CCM oye! Wangapi watalipa kura zao? CCM oye! Lakini naomba niombe kura kabisa ya mwamba wetu wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassani. Nimwombee kura za kishindo zijae mpaka zi Dr. Samia Suluhu Hassani oye! Wangapi watampa kula Samia? Asanteni sana. Lakini pia niombe kura kwa ajili ya diwani wetu mpendwa na rafiki yetu sana Godi Mloe, CCM oye! Godi Mloe, oe, oe! Wangapi watampa kura Godi? Asanteni sana ndugu zangu. Baada ya kuomba kura, naomba sasa nichukue nafasi hii kuwaambieni mambo machache kwa dakika chache zilizobakia. Nadhani mmemsikia diwani Godi Mloe amezungumzia changamoto zilizopo hapa Ilala na mimi nimezichukua na ahadi yangu kwake, yale yote aliyoyazungumza tutashirikiana kuyatekeleza mimi na yeye kuhakikisha kwamba yanatekelezwa kwa asilimia mia moja. CCM oye! Ilala safi! Amezungumzia mtaa wa kajifichedi kwamba kuna changamoto, uongo? Kweli kuna changamoto pale, nimeshaisikia na nilishaisikia. Ahadi yangu ni kuhakikisha kwamba tunaishughulikia kwa haraka na tutaishughulikia vizuri, na nipeleke meseji kwa wakazi wa kajifichedi tunaomba waipigie kula CCM ili wanipe nguvu ya kukamilisha hiyo changamoto, kuifanyia kazi hiyo changamoto. Nimeshaiona, najua kuna changamoto ya uaminifu pale. Nimeambiwa kuna vifaa vilitolewa lakini kuna wajanja wachache walitafuna. Waambieni Ngajilo anaingia, mimi ni moto ulao, semeni moto ulao! CCM oye! Pelekeni hiyo meseji waambieni wahakikishe wanaanza kutengeneza lile eneo kabla sisi hatujaenda, kabla ya tarehe ishirini na tisa. Tarehe ishirini na tisa tutakapoingia, tutashughulika na hiyo changamoto na itakuwa kipaumbele chetu hapa Ilala. Lakini najua kuna changamoto zingine, na zenyewe tutazifanyia kazi zikiwemo za miundombinu ya barabara na kadhalika. Nimesikia hapo e, jirani kuna daraja limeziba. Msiwe na wasiwasi, TARURA wao ndio kazi yao. Mimi ndio mbunge, kazi yangu mimi ni kuwaambia wafanye na watafanya. CCM oye! Ndugu zangu, kuna changamoto zinazungumzwa sehemu zingine, ikiwemo changamoto ya mitaji wa vijana wakina mama na kadhalika. Na Godi nimemsikia akizungumza hapa kuhusu mitaji na utoaji wa mitaji kwa makundi hayo, nitaishughulikia vizuri. Kazi yangu mimi ni kusimamia kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mambo mawili na wakina mama mnapata mambo mawili kwenye shughuli zenu. Moja, nitasimama sana kwenye elimu ya ujasiriamali, kwa sababu mimi naamini ili uweze kuendelea lazima tukuelimishe kuhusu shughuli unayotaka kufanya. Inawezekana wewe unafanya shughuli yako na unaifahamu sana, lakini unahitaji kupata elimu ya kuboresha shughuli yako kwenye uzalishaji, kwenye kuipromote, yani kwa maana ya kuitangaza, ili ufanye biashara yako vizuri. Lakini jambo la pili, tunahitaji uwezeshaji, kuwawezesha ili muweze kuondoka katika uzalishaji duni kwenda kwenye uzalishaji bora. Yani, mtu anayezalisha chapati au vitumbua au maandazi kwa kutumia makalai ya kawaida bado yuko kwenye teknolojia duni. Sasa tuna teknolojia za kisasa. Ngajilo anaamini katika teknolojia za kisasa, lazima tuanze kuwawezesha hawa waondoke katika teknolojia hizo duni kwenda kwenye teknolojia za kisasa ili wa, waweze kuzalisha zaidi na chakula na, na, na uzalishaji wao uwe ni bora zaidi. Hiyo ndio kazi ya Ngajilo. Kwenye eneo la mitaji tutashughulika nalo vizuri. Ninajua kuna mikopo ile ya vimangala na kadhalika, tutashughulikia hayo yote. CCM oyee! Tutahakikisha mnapata mikopo yenye riba nafuu. Ningekuwa na muda ningewaeleza zaidi hilo lakini, limeongelewa suala la michezo na, na lenyewe, nina ahadi kubwa kuhusu michezo na nyinyi mnamjua Ngajilo. Sitakuwa hapa ninaanza, nimeshaanza na nilishaanza, nitaendelea kutumikia Wanairinga katika sekta ya michezo na tutahakikisha michezo inafanikiwa. Ndugu zangu Wanailala, nyinyi wenyewe mmemsikia Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumzia ujenzi wa soko la complex Machinga Complex. hiyo Machinga Complex itanufaisha Wanairinga wote wakiwemo Wanailala maana nyinyi mko karibu sana na hilo soko linapojengwa pale stendi ya zamani. Kwa hiyo nyinyi ni wanufaika wakubwa kuliko wale walioko Isakalilo, nyinyi ndio mtakaokuwa wanufaika wa kwanza kabisa. Niwahakikishie, ujenzi wa soko lile utasimamiwa vizuri na tutakamilisha kazi hiyo kwa wakati. Lakini ninataka niwaahidi pia kwenye sekta ya afya. Nimesikia hapa kwamba sekta ya afya ime- imefikia mahali pazuri. Ameizungumza hapa ndugu yangu Ibrahim kuhusu hospitali ya Frelimo na najua ndio hospitali yetu ya tunayotegemea kupata huduma. Mimi niwahakikishie mambo kadhaa. Moja, tutaendelea kutoa huduma bora ya afya kupitia ile hospitali yetu, sio tu Frelimo, pamoja na kituo pamoja na hospitali ya rufaa tutaishughulikia huduma ili muweze kupata huduma bora ya uhakika na kuondoa zile kero ambazo tumezisikia kila mara kutoka kwa kwa, kwa, kwa, kwa wale wagonjwa ambao wananyanyaswa na wale wahudumu ambao sio sio waaminifu wa, mimi Ngajilo nitasimama vizuri katika eneo la management ya hizi hospitali ili kuhakikisha wananchi wangu mnapewa huduma bora. Eneo la elimu, tutashughulika vile vile kwenye elimu kuhakikisha kwamba mnapata elimu ya uhakika, watoto wetu wanapata elimu na wale wote ambao wanaishi hapa Iringa wanapata elimu nzuri. Hapa mnafahamu kwamba kata hizi za Mkwawa na Ilala wapo wakazi wanaoishi hapa, wakazi wanaoishi hapa ni wanafunzi wa vyuo. Lazima tu, tuibadilishe Iringa kuwa kituo cha utoaji wa elimu bora, na mimi kama mbunge nitahakikisha hilo linafanikiwa. CCM oye! Ilala safi! wangapi wataipa kula CCM? CCM oye! naomba niombe kula ajili ya madiwani, madiwani waliopo hapa naomba waje hapa, hiyo mnachukua mnaweka. Wow. Asanteni sana.